Habari ndugu mtazamaji wa MSTV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika maeneo ya Dole, mkoa wa mjini Magharib, wilaya ya Magharib A. Tumekuja kuzungumza na wakulima mbalimbali kutoka katika taasisi ya MS Agriculture Service, na leo tutajifunza maandalizi ya shamba kuanzia hatua ya mwanzo mpaka mwisho, na kusihi ndugu mtazamaji Ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Naomba utaje majina yako na sehemu ambayo unatoka. Kwa majina naitwa Rahma Haji, ni mhitimu wa chuo cha kilimo kutoka Mtwara. Kwa sasa nimejiunga na taasisi ya MS Agricultural Services, ni taasisi ambayo inahusisha kuwasaidia vijana katika shughuli za kilimo pamoja na ufugaji. Ah, okay. Sasa tunataka utuelezee hatua ya uandaji wa shamba, kwa sababu nimetembelea sehemu nyingi kwa hiyo leo tunataka tujifunze hatua ya uandaji wa shamba. Hatua za uandaji wa shamba zipo tofauti, nitaelezea kwa uchache. Hatua ya kwanza, kabla ya, ya kulima, unataka kwanza uchague eneo ambao unahitaji una kulima. Baada ya kuchagua eneo, hatua inayofuata natakiwa usafishe lile eneo, ambao utasafisha kwa kutoa majani yote ambayo hayahitajiki shambani kwa kutoa obstoko zote, mfano kama visiki na mengineyo. Hatua nyingine, baada ya usafishaji wa eneo, unatakiwa upime shamba okay. katika upimaji wa shamba inamsaidia mkulima kujua ukubwa wa eneo lake, pia inamsaidia mkulima kujua atachukua kiasi gani cha mbegu au miti ambayo anatakiwa kupanda katika ile eneo lakini pia itakuja kumsaidia wakati wa ku wa kufanya makadirio ya mapato ambayo atayapata shambani. Hatua nyingine baada ya upimaji wa shamba, unatakiwa sasa kuandaa shamba kwa aidha kupiga mashimo au kuweka matuta na kuweka mbolea. Lakini kabla ya baada ya, ya kuweka mbolea unatakiwa ufanye mifumo ya irrigation kama itakuwa mkulima anahitaji fanya kilimo cha umwagiliaji. Baada ya hapo, anatakiwa achanganye mbolea na maji, kisha atapanda miche yake. Okay, umeongelea kitu upimaji wa eneo. Je, mm -hmm. ni kifaa gani ambacho tunatumia kulipima ilo eneo? Katika upimaji wa eneo sina, tunakuwa tunatumia tape meja, hiyo ndio inamsaidia mkulima kujua urefu wa shamba. Na kwa nini eneo tulipime? tunapima kama nilivyosema awali, umuhimu wa kupima shamba au eneo, kwanza, itamsaidia mkulima kujua kiasi gani ya miti au mbegu zinazohitajika sha kupanda katika lile eneo lake. Mfano tunajalia, mfano kama tu, tuangalie kwenye zao la mikorosho. Mfano mkulima akiwa na eneo linalokubwa wa ekari moja anatakiwa pande miche a ishirini na saba ya mikorosho. Kwa hiyo hata kwenye mboga mboga vile inamsaidia mkulima kujua idadi gani ya miche ambayo atatumia shambani kutokana na ukubwa wa eneo lake. Lakini ya pili, katika ukadiriaji wa mazao, mfano labda kwa heka moja, anaweza akatoa tani ngapi za kitu fulani. Lakini pia itamsaidia kujua kiasi gani cha mbolea kinahitajika katika eneo kutokana na idadi ya miche iliyopo katika eneo lake. Okay. Kuna kitu pia umeongelea distance. Je, katika hizi kilimo cha mbogamboga tunatakiwa miche yetu tupande kwa distance gani? Inategemea na aina ya zao. Mfano, kama tukija katika zao la mchicha, labda unaweza ukaweka 15 kwa 20; katika zao la tumulu unaweza kuanzia 50 cm na 50 cm, yani tunaangalia plant to plant; inategemea na zao gani ambalo wanapanda na nafasi yake. Okay, katika uandaji wa shamba tunaona kwamba tunatumia mbolea. Je, ni mbolea gani ambayo inatumika pale katika uandaji wa shamba? Inashauriwa sana kitaalamu utumie mbolea za samadi, kwa sababu mbolea za samadi zinaanza kufanya kazi mbili zinaajelea kwa wakati mmoja, kwanza inaenda kurutubisha ardhi, baadaye inaenda kurutubisha mti wenyewe you... okay. yeah, hizi mbolea za samadi ndio mbolea aina gani, kama za kuku, za ng'ombe, kondoo na kadhalika mbolea za wanyama. Mbolea za wanyama. Jina lako uh, na sema mambo yanatokea? Ah, kwa jina naitwa Nasr Said Mohamed. Natokea chuo cha Suza, kampasi ya Kizimbani. Ah, uh, nipo hapa kama ni mtaalamu wa kilimo katika taasisi ya MS Agriculture Service ambayo inasaidia vijana katika masuala ya kilimo pamoja na ufugaji. Okay. Mwenzako alituelezea hatua za uandaji wa shamba. Je, <coughs> katika upandaji wa hii mimea tunakuwa tunaona kuna distance fulani zinakuwa zinaekwa. Hebu tuelezee kwa nini watu wanaeka hizi distance. Uh, kwa kweli kila mti unakuwa una upandaji wake au tunasema utaalamu wake wa kupanda. Kwa hiyo zile distance ambazo unaziona zinapandwa kwa kila mti yani, katika distance kuna distance mbili, kuna ile by row alafu kuna kola Kwa hiyo kuna mche huu na huu hapa, kuna hii distance ambayo inaachwa. In ile, ile distance, faida yake ni kwamba kupunguza ile competition za nutrient, na mtu akikosea kuweka ile distance sawasawa, unakuta kwamba mti huu unakuwa mfupi, huu mrefu, au ukiwa yote ipo karibu, unakuta kwamba huu utakuwa unazalisha sana, lakini huu kidogo, kwa sababu ya ile competition ya nutrient. Kwa hiyo mti unashindwa kukua moja kwa moja. Kwa kuna hizi distance za kila mti na kila mti una distance zake za kwa urefu pia. Tumeongelea katika uandaji wa shamba swala so zima la umwagiliaji wa maji. Mm-hmm. Tunaona baadhi ya wakulima kwa wanatumia wa maji, zile vyanzo vya maji, kwa mfano labda zile pipe zile. Kuna wengine wanakuwa hawatumii. Je, kuna tofauti gani kati ya watu wanaotumia zile pipe na watu ambao hawatumii zile pipe? Ah, okay. Kwanza tukizungumzia katika swala la maji maji ni kila kitu katika ukuaji wa mti. Bila maji, mtu unakuwa yani hawezi kudevelop. Sasa katika utaalamu siku hizi kuna different types of irrigation hizi, yani mifumo ya maji ipo tofauti tofauti, na ina depend na wewe eneo una, lako unataka ufanye kitu gani. Kuna watu wengine wanaingiza ma screen house hayo manini lakini haswa haswa sisi katika mashamba yetu ambayo ni makubwa, tunakuwa tunatumia hizi drips, kwamba unaweka pipe yako, unafunga system yako, maji yana supply. Lakini kama utakuwa na kisehemu chako tu kama garden, au utakuwa upo free, kwa sababu ile ile drips inakuwa inapunguza ile shortage time kwa ajili ya kufanya nini, kumwagilia. Kwa sababu unaweza kukuta shamba kubwa, alafu uanze kutoka hapa tena mpaka kule mwagilie kwa keni, na kwa kidogo ni ni vibaya, lakini ukuwa nasehemu ako nduchu tu ni vizuri ukatumia ile zile ken kwa ajili kwa sababu zile zinahakikisha kwamba mti wote unaweza kupata nini pata mali yeah, katika hizo pipe ambazo mmesema yeah. Yeah, hamna athari yote ambayo inapatikana kwa sababu ukiangalia maji muda wote yanakuwa yanakuwepo pale katika mti ama ule mche, hamna athari yote ambayo inatokea. Uh, athari naweza kusema zipo kama maana hii kuna hii kama kama maji yatakuwa overloaded, yani ni maana kwamba yale maji yatakuwa hayaende sehemu, kwa sababu pale tunamwagilia maji, sio kwamba yakae tu juu, a a yanatakiwa yende deep kwa ajili ile mizizi iweze kufanya kupata. Kwa hiyo kama sehemu imetia drips, zimefunga drips, lakini ile sehemu yale maji hayaendi chini, hapo kutafanyika overloaded maji atajikusanyika, alafu then ile mti utakuwa unapata Yani, naweza tukasema kama unapata kutu kama vile chuma vile unaona vile, alafu kama kinaoza hivi aa, katika mti pia kuna maradhi hayo. Wataalamu pia wamesema kwamba kuna maradhi ambayo yanasababishwa na maji. Kwa hiyo pale mti unaweza ukafa, kama maji yatakuwa yende sehemu yote mti unaweza ukafa, lakini kama kutakuwa nini, hamna athari nyingi okay. Vipi sasa ushauri wako kwa vijana ambao wapo mtaani na hawana ajira, ushauri wako upi? <coughs> katika hii taasisi ya MS Agriculture Service? Ah, ushauri wangu yeah, Kwa vijana wenzangu hata mababa zangu au wajomba kwamba kwanza, MS Agriculture Service ni taasisi ambayo inatoa fursa nje nje, kwa kija katika swala la kilimo, wanakupokea katika ufugaji pia wanakupokea, kwa vijana wasikaye tu mtaani ajira au akawa anafanya vitu vingine ambavyo havina maana, wakija mtu akiwa na nia yake, kwa sababu ukitaka kufanya kitu. Hatuna ajira, hatutaki tukae bure. MS Agriculture Service, tunasema kwamba tunawakaribisha awaweze kuja fursa zipo Ukija katika masuala ya kilimo, fursa zipo tele. Kuna wataalamu ambao wanatakiwa, yani yaya, yani katika, amba kuna natabuwa, katika ukwadu, processes wakusimamia waku hizo fursa hamna, lakini ukiachia hapo, hata katika mifugo, kwa sababu Agriculture Service pia tunashughulika katika masuala ya mifugo fursa zipo nyingi sana kunao ng'ombe wa maziwa, kuna kuku. Yani sio kama unahitajika kupata ile capital kubwa a, capital ndogo tu, lakini unaweza ukafanya nini. Kitu kikubwa cha muhimu ni kuwa tayari na kujikubalisha okay, asante sana, ni mimi mtangazaji wako Omar Simba MSTV.